Fijani, mintapona, mina mungu, mintapona. Nenda salama mama, nenda salama mama Digida, tutakukumbuka daima. Ama kweli maisha yana safari nyingi, lakini safari ya kifo ndiyo ngumu zaidi, hasa inapochukua mtu ambaye alijenga furaha katika mioyo ya wengi. Leo tunalia si kwa sababu ya udhaifu, bali kwa sababu ya upendo tulionao kwake. Mama Digida, mwanamke wa bidii, mcheshi, mpenda watu, alitumia mikono yake kuunda biashara ndogo ya vyakula. Kila anayefika kwake hakutoka na njaa, na kwenye mtandao wa TikTok hakukuwa na huzuni. Alitengeneza tabasamu kila siku.